Tukielekea huko nchini Italia tunafahamishwa kwamba picha za kaburi la Papa Francis katika kanisa la Santa Maria Maggiore mjini Roma zimetolewa. Picha hizo zimeonesha ua moja jeupe la waridi likiwa juu ya kaburi la mawe ambalo lina jina la Franciscus ambalo alijulikana nalo wakati akiwa papa, likiwa chini ya msalaba ulioangaziwa na taa moja Marem. Papa alizikwa katika kanisa hilo ambalo ni mojawapo manne katika mji mkuu wa Italia na ambalo alikuwa akilitembelea mara kwa mara wakati akiwa kardinali na pia papa. Katika sherehe ya faragha baada ya hafla ya mazishi ya hadhara katika Vatican siku ya Jumamosi, waombolezaji walipanga foleni nje ya kanisa hilo Jumapili asubuhi ili kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kutoa heshima zao kwa Papa Francis aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Jumatatu. Francis alijitolea kwa uaminifu sana kwa Bikra Maria na Santa Maria Maggiore lilikuwa kanisa la kwanza kuwekwa wakfu kwa Maria lilipojengwa katika karne ya 14. Kanisa hilo liko karibu na Colosseum, karibu sana na kituo cha kati cha treni chenye shughuli nyingi mbali na Vatican ambapo kwa kawaida mapapa huzikwa. Papa huyo aliyetokea Amerika ya Kusini alikuwa na mshikamano na kanisa hilo kwa muda mrefu. Hapo awali, padri mkuu wa kanisa hilo aliliambia gazeti moja la Italia kwamba Papa Francis alisema angependa kuzikwa hapo mwaka 2022, akisema hili linatokana na msukumo kutoka kwa Bikira Maria. Mazishi ya Francis yalihudhuriwa na maraisi, wakuu wa nchi, wakuu wa serikali na wafalme kutoka kote ulimwenguni pamoja na maelfu ya wakatoliki walioweka foleni barabarani kuelekea Vatican kutoa heshima zao. Nyimbo ziliimbwa kwenye spika kubwa zilizokuwa zimewekwa, na mara kwa mara kulikuwa na sauti za helikopta zikiruka juu kabla ya kardinali Giovanni Battista Re mwenye umri wa miaka 91 kutoa mahubiri kuhusu urithi wa Papa. Kufuatia mazishi ya hadhara, jeneza la Papa Francis lilibebwa kupitia barabara za Roma katika msafara. Mamlaka zilisema watu laki moja na elfu arobaini walikuwa wamejipanga barabarani wakipiga makofi na kupunga mkono wakati gari jeupe la kubeba Papa likipita, likivuka mto Tiber na kupita katika baadhi ya vivu vutio vinavyotambulika sana Roma, jumba la Colosseum, eneo la Forum na mnara wa kitaifa wa Altare della Patria katika Piazza Venezia